Wakili wa rapa Drake, jina halisi Aubrey Graham, walipata ushindi wa sehemu mahakamani siku ya Jumatano wiki hii baada ya jaji kuruhusu kesi yake ya kashfa dhidi ya lebo yake ya muziki Universal Music Group ama UMG kuendelea hadi hatua ya uchunguzi wa kina. Kesi hiyo inatokana na wimbo maarufu wa Not Like Us ulioimbwa na Kendrick Lamar, ambaye pia yupo chini ya usimamizi wa UMG. Drake anadai kuwa wimbo huo umemchafua kwa kumwonyesha kama mnyenyesaji wa kingono anayewalenga wasichana wadogo. Tangu ulipotolewa mwaka jana, wimbo huo umeendelea kushika nafasi za juu kwenye chati za Billboard na ulikuwa sehemu ya vita maneno mashairi baina ya wasanii hao wawili, ambako kila mmoja alitoa diskali dhidi ya mwenzake. Katika mmoja ya nyimbo zake mwenyewe, Drake alimchochea Kendrick Lamar kutoa wimbo wa kumkejeli na kuzungumzia kuhusu yeye ya, yani Drake kupenda wasichana wadogo and Kendrick Lamar amjibu kwa kufanya hivyo hivyo kupitia Not Like Us. Hii hey, inahusishwa na tukio la mwaka 2010 ambapo Drake alinaswa kwenye video akimbusu msichana wa miaka 17 na kumsifia hadharani kuhusu uzuri wa kifua cha binti huyo. Bado gomvi wakuamia mahakamani kutoka kwenye muziki, Drake bathi, mashabi, kwa kwa mnyongi, kwenye. Wa ya Drake amekumbwa na ukosoaji mkubwa sana kutoka kwa baadhi ya mashabiki wa rap, wengine wakimshtumu kwa kuwa mnyonge na wengine kwa madai yaliyotoa kwenye ya kesi kwamba ilikuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi yani antisemitism kwa Kendrick Lamar kumwita mkoloni licha kuwa Drake ni mtu mwenye asili ya kiyahudi na kiafrika. Drake pia ametum UMG na Spotify kwa kuongeza kwa makusudi idadi ya wasikilizaji wa, wa mtandaoni kupitia wimbo wa Not Like Us, madai ambayo makampuni yote mawili yamekwisha kukanusha vikali. Uamuzi wa judge siku ya Jumatano umefungua rasmi mlango kwa Drake na timu yake ya wawakili kwanza mchakato wa uchunguzi waliokuwa wakiusubiri kwa muda mrefu. Hii hey, inajumuishwa kuuliza kwa kiapo viongozi wa UMG pamoja na kupata nyaraka muhimu ikiwemo mikataba ya Kendrick Lamar,